Mei 18, 2025 Tanzania imeandika historia nyingine baada ya shirika la afya duniani WHO kumchagua Profesa Mohamed Janabi kuwa mkurugenzi wa kanda ya Afrika. hatua iliyopokelewa kwa fahari kubwa na Watanzania pamoja na jamii ya kimataifa. Profesa Mohamed Yakub Janabi ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili na amewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI. Leo kwenye laini ya simu nimemwalika Dr Tafines Machibia kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, katika idara ya magonjwa ya ndani kitengo cha reumatology. Yeye anafanya kazi na Profesa Jenabi kuangazia mapokezi ya ushindi wa Profesa Jenabi. Dokta, kwanza kabisa mtazamo wako kama mtaalamu wa afya na mfanyakazi mwenzake, ni sifa zipi uh, kiutendaji au za uongozi za Profesa Janabi ambazo unadhani uh, zimechangia kwa kiasi kikubwa uteuzi wake katika nafasi hii ya juu kwa WHO? Asante uh, sana ndugu uh, mwandishi wa habari, juu ya swali hili zuri kwa mtazamo wangu kama mtaalamu wa afya na mfanyakazi mwenzake na e, miongoni mwa watu wanaowaongoza Profesa Janabi e, kwanza sifa za kiutendaji au za kiuongozi ambazo tunafikiri zimechangia kwa kiasi kikubwa uteuzi wa Profesa Janabi katika nafasi hii ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika. Moja ni kwamba profesa Janabi ni kiongozi mwenye maono, yaani a visionary leader. Ni mtu ambaye anapenda kuona matokeo ya kile ambacho mmekubaliana eh, au mmekuwa mkikifikiri kwamba kinaweza kikawasaidia watu, basi hilo analisimamia, na katika upande huo hatuna shaka ya kwamba anakwenda kusimamia yale ambayo amekuwa ni maono ya afya katika bara la Afrika. Lakini sifa ya pili ni kwamba Profesa Janabi ni mtu wa vitendo, si mtu wa maneno. Ni active leader. E, katika kila ambacho uh, mnakubaliana basi huwa anakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kimetekelezwa. Nadhani kwa Watanzania na Afrika kwa ujumla tumeweza kuona namna ambavyo alijitolea mwenyewe kupitia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari mbalimbali, na hata hapa Muhimbili alipokuwa amerekodi masomo mbalimbali yanayohusu afya ya mwanadamu akielekeza ni kwa namna gani e, Watanzania na watu wote kwa ujumla wanaweza kubadili mtindo wa, wa maisha ili kujiletea afya zilizo bora lakini sifa nyingine ni kwamba profesa Janabi ni mtu mwenye ushawishi, ni ana influence, ni mtu ambaye anaweza akaeleza jambo akatengeneza hoja akaifafanua na ikaeleweka. Mungu amemjalia hicho kipawa, kwa hiyo hiyo ni sifa nyingine ambayo kwa kweli tunajivunia. Sifa nyingine ni kwamba ni mtu anayesimamia maadili ya kitaaluma yani professionalism. Ya kwamba hiki ndicho tulichokisoma darasani, hivi ndivyo vitabu vyetu vinavyoeleza, hii ndiyo misingi ya uadilifu na taaluma ya afya na udaktari, basi tunapaswa kuishi humo, tusitoke nje ya hapo. Kwa hiyo hicho kitu pia anakisimamia, kuhakikisha kwamba kile tunachokifanya kama wataalam hakileti madhara wala kuathiri afya ya mwanadamu. Na sifa nyingine ni kwamba ni mtu ambaye ni mtatuzi wa changamoto, ni solution provider. Huwa hapendi kuacha tatizo alijatatuliwa katika mzizi wake. Hicho kitu pia ni sifa ya pekee ambayo Profesa Janabi amejaliwa na anaisimamia kuhakikisha kwamba matokeo yaliyokusudiwa Yanaletwa. Uteuzi wa Profesa Janabi kama mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika una maana gani hasa kwa nafasi ya Tanzania katika majukwaa ya afya ya kimataifa na unadhani unaweza kuathiri vipi sera za afya hapa nchini? Uh, uteuzi wa Profesa Janabi eh, kuongoza shirika la afya duniani kanda ya Afrika una maana kubwa sana kwa Tanzania. Kwanza um, imeitangaza ime, ime Tanzania katika medali za afya kimataifa, japo e, si mtu wa kwanza kutoka Tanzania, tulikuwa naye marehemu uh, Dk. Faustine Ndugulile ambaye alishikilia nafasi hii, lakini tunashangaa tunashangaa kwamba Tanzania na bahati ya namna gani kutoa tena kiongozi wa pili e, kuliongoza shirika hili kwa bara letu la, la Afrika. Kwa hiyo hiyo tu inatupatia heshima kubwa, unyenyekevu na furaha kwamba watanzania tunaaminika kiasi cha kuchaguliwa mara mbili kuongoza a, nafasi hiyo. Sasa ni nafasi pekee kwa Tanzania kuweza kung'ara na kusonga mbele katika sekta ya afya. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba Watanzania tunapaswa sasa, uh, kuwa na imani ya kwamba kwa sababu tuna kiongozi namba moja ambaye anaongoza shirika la afya duniani kwa ukanda wetu wa Afrika. Ni mtu wa nyumbani, ni mtu ambaye anaifahamu Tanzania, anatufahamu vizuri matatizo yetu. Nafikiri tukikaa pamoja kwa uzuri na kutengeneza sera ambazo huenda tunahitaji kuiona Tanzania ikifika wapi kwenye aa, medani za afya, basi hii ni, ni, ni, ni fursa ya pekee, kwa sababu tunamshikilia mwenge, tunamwasha tochi mm. Tuna kiongozi namba moja ambaye anaongoza aa, masuala mazima ya afya kwa bara letu hili, kwa hiyo hiyo ni fursa ya pekee kwa Tanzania kuweza sasa kuandaa sera, miongozo, maono, mawazo, mikakati na tukamshirikisha kiongozi huyu kuhakikisha ya kwamba tunafika kule ambako tunatamani kufika kama Tanzania. Jambo la pili ni kwamba tumepata kiungo kati ya Tanzania na Eh, sekta ya afya kimataifa. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni jukumu letu kama Watanzania hasa viongozi ambao wako kwenye Wizara ya Afya kuweza kuweka mambo yao kwa uzuri. Eh, kila ambacho tumekuwa tukikitamani sasa nafikiri tuna daraja la kutuunganisha nje ya wigo wa Tanzania, nje ya Afrika katika anga za kimataifa. Lakini pia eh, ni fursa ya huenda kushughulikia tatizo la upungufu wa rasilimali eh, watu human resource eh, eh, upungufu ambao tumekuwa nao kwa muda. Ni, ni fursa sasa ya kutengeneza nafasi kuhakikisha kwamba huenda tukapika wataalamu wa kutosha kupitia nafasi hii ya mtu mwenye ushawishi eh, ah, katika ah, bara letu la Afrika kuhakikisha y kwamba Tanzania inajipatia wataalamu wa kutosha na yale ambayo yamekuwa ni maono yetu yanatekelezeka, katika kipindi hiki ambacho tuna mtu wa kutusemea akitokea nyumbani. Shukran sana. Kwa kuzingatia tu changamoto za kiafya zinazolikumba bara la Afrika, kama vile magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ya mlipuko na mifumo dhaifu ya afya, unadhani Profesa Janabi ataleta mabadiliko gani mahususi kutoka katika uzoefu wake wa Tanzania, hususan JKCI na Muhimbili. Kwa kuzingatia changamoto ambazo zinalikabili bara la Afrika, ikiwemo magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ya milipuko na mifumo dhaifu ya afya, tunaamini kwamba Profesa Janabi anaweza kufanya mabadiliko fulani katika E, tasnia ya afya hasa, tukizingatia uwezo wake wa kila ambacho amekifanya kwa siku zilizopita. Moja, uh, tuna ushahidi kwamba Profesa Janabi amechangia kwa kiasi kikubwa katika kuleta mabadiliko kwenye taasisi alizoziongoza hapa nchini, ukianza na Jakaa Kikwete alikokaa miaka saba, uh, ukija hospitali ya taifa Muhimbili ambako ameongoza kwa miaka miwili na nusu ni mabadiliko makubwa ambayo ameyafanya kiasi kwamba taasisi hizi e, zilikuwa ni kama ni, ni vituo vya kitalii vya kada ya afya ni Medical Tourism Center. E, ukianza na Jakaya Kikwete hospitali ni, ni, ni, ni moja ambazo zinatoa huduma za kibingwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Watu walikuwa wakitoka mataifa mbalimbali mbali kuja kupata huduma pale. Kadhalika Muhimbili pia ameifanya kupiga hatua kubwa kutoa huduma za kibingwa na kibobezi ambazo hazikuwepo huko nyuma, na tulipata watu pia kutoka nje ya Tanzania waliokuwa akija kupata huduma kama hizo. Kwa hiyo kwa ubunifu huo alionao na ushawishi katika uongozi wa kuleta mabadiliko ambayo yamekuwa hayaja kuwepo huko nyuma, tunaamini ya kwamba hata katika Afrika kwa changamoto ambazo zimekuwa zikitukabili, Profesa Janabi aweza kufanya mabadiliko fulani yakaonekana kwa ukanda wetu wa Afrika kuhusu magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Sina shaka naye, hata kama wale walio chini yake hawatatekeleza maono yake kama anavyotamani au kwa mikakati ya sera za bara la Afrika yeye mwenyewe ni kinara katika kutoa elimu ya afya kwa umma au kwa jamii kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika mtindo safi na bora wa maisha. Profesa Janabi ni mwalimu mzuri sana, ana uwezo wa kueleza jambo, ana uwezo wa kufundisha, ana uwezo wa kuandika, ana uwezo wa kubuni mikakati ikafanya kazi na ikaleta matokeo. Kwa hiyo ninafikiria kwamba aweza kuwa ni mtu ambaye atafanya mabadiliko fulani katika upande wa magonjwa yasiyokuwa ya, ya kuambukiza lakini hata katika yale ambayo ni ya kuambukiza, kwa sababu ya ushawishi wake na ubunifu katika uongozi. Profesa Janabi a, atafanya a, mabadiliko hayo kwa kushirikiana na watu wengine, huenda ndani ya bara la Afrika, lakini hata nje ya Afrika. Unajua ya mambo yamekuwa yakitokea kwa sababu eh, hatukujiandaa au hatuna miundombinu safi bora ya kutosha, ndio maana unakuta magonjwa ya milipuko yanatokea, watu hawana elimu ya kutosha, watu hawana vifaa vya kujikinga, watu hawasimamii ah, enda sera zilizowekwa. Sasa kwa sababu ya uwezo wa kiuongozi wa Profesa Janabi eh, tunayo imani ya kwamba haya anaweza kuyafanya wa uwezo ambao amejaliwa. Unaweza isiwe kwa asilimia mia moja, lakini angalau ni mtu ambaye huwa anathubutu kusimamia kile ambacho mmekubaliana au kimewekwa katika maandishi. Na vilevile vile kwa sababu ya moja vipaumbele vyake ilikuwa ni kwamba ana mpango mkakati wa kuiwezesha Afrika aa, kuanza kuzalisha dawa zake Naamini hili jambo pia likifanyika na kuzalisha wataalamu wa kutosha inaweza ikalisaidia bara la Afrika kuondokana au kupunguza mzigo huu wa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na hata yale ya kuambukiza. Naam. na katika mazingira ya kazi Dkt. Machibia, katika mazingira ya kazi ya kila siku umewahi kushuhudia au kujifunza nini kutoka kwa Profesa Janabi, kinachoweza kutafsiriwa kama uongozi wenye maono kwa sekta ya afya hapa barani Afrika. Asante, asante kwa hilo swali zuri, eh, masomo kadhaa ambayo nimejifunza kutoka kwa Profesa Janabi eh, tangu nikiwa mwanafunzi wake E, nikiwa daktari katika taaluma anayoifanyia kazi na nikiwa ni miongoni mwa watu ambao anawaongoza, nimejifunza masomo mengi, lakini hapa nitasema tu uh, machache. Moja ni kwamba nimejifunza Profesa Janabi ni visionary leader, ni kiongozi mwenye maono. Ku, ku, kuongoza kwa maono ni kusimamia yale ambayo mmetamani kuyafikia au mmekubaliana katika hilo. Sina shaka na Profesa Janabi atafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba njozi mliokuwa nayo inatimia. Huwa hakati tamaa, hachoki na harudi nyuma. Ni mtu ambaye daima anasonga mbele. Somo la pili ni mtu ambaye anasimamia maadili ya kitaaluma, professionalism. Si mtu wa kuyumbishwa, si mtu wa kukopya au kunakili vitu tu vilivyo nje ya taaluma hiyo. Inatusaidia sana kuweza kuwa wataalamu wa kuaminika, wabobezi, lakini pia ambao tutatoa matokeo yaliyokusudiwa kwa watu ambao tunawapatia huduma zetu. Hilo ni jambo la msingi sana, si tu katika tasnia ya afya, lakini hata katika nyanja zingine za kimaisha. Tukisimamia taaluma zetu tutakuwa na kizazi ambacho kiko bora, wataalamu ambao wako bora na jamii ambayo iko bora. Jambo la tatu ni kwamba ni mtu anayesimamia utu, humanity. Ni mtu mwenye huruma, anajali, hapendi eh, watu kuonewa, watu kutopewa huduma waliostahili, watu kucheleweshwa katika huduma kwa kufanya mambo ambayo yanapoteza muda katika hilo. E, ni mkali kabisa. Hata mimi niliwahi kukutana naye na tukazungumza. Moja ya kauli ambazo nitazikumbuka ni kwamba daktari, sivumilii kabisa, uh, uchelewaji kazini. Hilo ni jambo ambalo analisimamia sana, na kwa nini anachukia? Ni kwamba hapendi kupoteza muda wa watu. Kwa hiyo jambo la msingi sana hilo katika kujali na kuhudumia watu kama binadamu. Na si kuhudumia watu kama wanyama. Hilo ni jambo la msingi sana. Jambo la nne ni kwamba ni mtu anayependa mabadiliko. Dynamic, eh? Eh, hapendi kuona vitu vikibaki namna alivyovikuta. Daima atakuuliza unafikiri tuna tukafanya nini hapa? Kuboresha? Kufanya kwa njia tofauti. Hata kama si kubadili miundombinu, lakini basi hata wazo la namna ya kuboresha huduma, kubadili mwonekano wa kimazingira, kubadilisha taswira ya namna ambavyo huenda watu walikuwa wakikufikiria mwanzo, sasa wanaweza wakakufikiria kwa namna nyingine kwa sababu tu ya namna ambavyo umebadili utoaji huduma wako. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Na yako mengine mengi ambayo tumejifunza. Lingine ni kwamba ni mtu ambaye anatunza muda he's always on time. Iwe ni asubuhi iwe ni jioni iwe ni muda wa raundi iwe ni muda wa clinic. Hilo jambo analipenda sana, ni good time manager nafikiri. Na hayo na mengine mengi ambayo huenda tukawa tumejifunza nje ya hapa, ni miongoni mwa masomo mazuri na uzoefu tulioupata kutoka kwa Profesa Janabi. Nihitimishe ni, ni na hili kwa vijana wanaoanza taaluma ya udaktari na afya kwa ujumla: uteuzi huu unatoa ujumbe gani kuhusu uwezekano wa wataalamu wa ndani kufikia nafasi kubwa duniani kama aliyopata Profesa Janabi? Naam, kwa vijana wanaoanza uh, kazi au taaluma ya udaktari na afya kwa ujumla na hata kada zingine e, ujumbe tunaoupata kutoka kwenye uzoefu wa Profesa Janabi kufikia e, ngazi hiyo kubwa duniani, e, ni kwamba moja, tuishi ndoto zetu na kuzifanyia kazi. Hilo ni jambo la msingi sana. Kama ni daktari, fanya kazi kama daktari, tibu watu, hudumia watu. Watu wanaona, watu wanasikia, watu wanabariki Watu wanasifu, watu pia watakukosoa, watu watakushauri. Kwa hiyo tusiishi nje ya ndoto zetu, tuendelee kuziishi ndoto zetu na ipo siku e, zinaweza zikatimia. Jambo la pili tunalojifunza ni kwamba tuwe watu wa kusimamia maamuzi. Unajua, ukiwa ni mtu wa kuyumbayumba unapoteza imani kwa watu siku zote. Aa, kuna kitu kinaitwa character. Ninakosa neno zuri la kueleza kwa Kiswahili, lakini ni kwamba hii ni sifa ambayo haibadiliki. Muda unaweza ukabadilika, mazingira yanaweza yakabadilika, umri unaweza ukabadilika, lakini Karakta haiwezi kubadilika, kama utabaki nayo popote utakako kwenda. Hebu ishi na hicho kitu, watu wakujue wewe ni nani. Hiyo itakusaidia sana kujitambulisha na kujibainisha ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani, lakini uh... Jambo la tatu ni kwamba andika, fanyia kazi na uyaishi maono yako. Hilo ni jambo la msingi sana. Kama una njozi yoyote, una maono yoyote, yaishi uyafanyie kazi, wakati hujibu. Hilo ni jambo la msingi sana katika kulizingatia kwa vijana. Jambo la nne ni kwamba tuwaze mabadiliko, tusiwe na tabia ya kuacha vitu namna tulivyovikuta siku zote, fikiria ni kitu gani kipya ninaweza nikakifanya hapa nilipo? Naweza kuisaidiaje jamii yangu hii? Naweza nikaja na mchango gani? Kwangu ninapoondoka hapa, watu watanikumbuka kwa lipi? Ninavyomfanyia huyu mtu atanikumbukaje? Hilo ni jambo la msingi ambalo vijana tunapaswa kujifunza kutoka kwa Profesa Janabi. Lakini jambo la nne ni uadilifu wa kitaaluma, professionalism. Tuishi kama tulivyofundishwa, tuishi kama tulivyojifunza, tufanye kama tulivyosoma, tusiende nje ya kila ambacho taaluma yetu inatutaka. Labda kama ni wazo jipya na unafikiri litakuwa la manufaa kuchangia, kuleta mabadiliko chanya kwa watu unaowahudumia, ruksa kufanya, lakini tuishi ndani ya taaluma zetu. Na mshukran, nimekuwa na Dkt Tafnes Machibia kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili katika idara ya magonjwa ya ndani kitengo cha rheumatology. Yeye anafanya kazi na Profesa Janabi na nimezungumza naye kuangazia tu mapokezi yao kama wafanyakazi wenzake, lakini pia kama wataalamu wa afya wenzake hapa nchini Tanzania. Asante sana mwandishi. Mimi ni Jerome Robert.